Kwa hakika katika jambo ambalo lilikuwa ni muhimu sana kwa mwanadamu kulishughulikia katika maisha yake ni nafsi yake ambayo iko baina ya mbavu zake. Imekuja katika athar, aada aduwika nafsuka allati baina jambaika, adui yako aliyekuwa mbaya zaidi ni nafsi yako ambayo iko baina ya mbavu zako. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajitahidi sana katika kuilea nafsi, kuielea nafsi lakini pia kuizoesha nafsi katika mambo ya kheri, kuizoesha katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababu nafsi ni kama e, kama yani asama ulama ni kama khailun jamuh e, kama farasi aliyekuwa mkaidi, e, kila wakati maana yake anakuwa anafanya ubishi mpaka umlazimishe aili azoee katika kufanya vile ambavyo unavyotaka wewe. Kwa hiyo nafsi pia inatakiwa ilazimishwe. Tunatakiwa ajitahidi katika kuilazimisha na kuizoesha nafsi yake katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ajitahidi katika kuitakasa na kuisafisha kutokana na madhambi, kutokana na maasi, kwa sababu nafsi inamwamrisha mtu kufanya maasi kum, kumfanyia maasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafsi inakuamrisha kufanya uzinifu, nafsi inakuamrisha kuua Nafsi inakuamrisha kudhulumu wengine, nafsi inakuamrisha kufanya mambo kadhaa wa kadhaa ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali nafsi imezungukwa na maradhi mengi sana, maradhi ambayo lau kwamba mtu atakaa nayo tu na hakuyahisi maradhi hayo, na hakufanya maana yake, utaratibu wote wa kuweza kuyatibu maradhi hayo, basi ni mepesi yeye kwenda kuangukia katika moto wa Jahannam, wal iyadhu billah. Nafsi na maradhi hasadi, nafsi na maradhi ya kudhulumu Nafsi na maradhi ya kujiona takabur, eh, walujub kujiona na kuwa na kibri. Nafsi na maradhi ya riaa kutaka kujionesha kwa watu, na nafsi na maradhi kadhaa wa kadhaa ambayo yanamfanya kwamba mtu amuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo ni amradhun fataka, maradhi yaliyokuwa mabaya mno ya kuangamiza. Ikiwa mtu hatujitahidi katika kuilea nafsi yake na kuitibu kutokana na maradhi haya basi ni mepesi sana kupata hasara. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani, inna an-nafsa la ammaratun bis-soo'i illa ma rahima rabbi, hakika nafsi inaamrisha katika maovu, isipokuwa yule ambaye aliyerehemewa na Mola wangu. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi katika jambo hili. Hili ni jambo la wajibu kwa kila Muislam, kama ilivyokuwa ni wajibu kwetu sisi ku kusali ni wajibu kwa sisi, kufunga Ramadhani, basi pia ni wajibu kujitahidi katika kuiepusha kuziepusha nafsi zetu kutokana na maasi, na ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala, katika Quran al-Karim akatupigia mifano mbalimbali mbali, namna watu walivyopambiwa na nafsi zao wakaingia katika hasara kubwa katika maisha yao ya dunia na akhera. Mfano, Allah Subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida Alipotaja kisa cha watoto wawili wa nabii Adamu alaihi salam. Watoto hawa waligombana wakatofautiana katika baadhi ya mambo. Allah subhanahu wataala akawaamrisha watoe sadaka. Mmoja katika wale ikakubaliwa sadaka yake, mwingine haikukubaliwa. Basi yule ambaye sadaka yake haikukubaliwa akasema, laaktulannaka, akamwambia yule mwenzake, kwa hakika nitakuua wewe.

Ikiwa wewe utanyoosha mkono wako ili upate kuniua mimi, basi mimi sitokuwa tayari kunyoosha mkono wangu kwa ajili ya kukuua wewe. Inni akhafu Allah rabbal alamin, hakika mimi namwogopa mola wa ulimwengu. Inni uridu an antabua bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazau adh-dhalimin, hakika mimi nataka wewe ubebe dhambi zangu na dhambi zako

faasbaha min alkhasirin, akawa ni miongoni mwa watu ambao waliokula khasara katika maisha yao ya dunia na katika maisha ya akhira. Kwa hiyo unaona hapa namna gani nafsi inavyomuingiza mtu katika maangamizi katika khasara kubwa ya kumfanya kwamba mtu ajute wa katika wakati ambao majuto hayatumnufaisha chochote. Nadima albughatu walata sa'ata mandamin walbaghyu martaun mubtaghihi wakhimu. Kwa hiyo mshairi anasema wamejuta watu ambao waliofanya dhulma, watu ambao waliwaasi, ambapo majuto yale hayatonufaisha chochote kwa wao. walbaghyu martaun mubtaghihi wakhimu, na dhulma ni starehe ambayo mwisho wake unakuwa ni mbaya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tujitahidi sana katika jambo hili la mtu kuilea nafsi na kuitakasa, e, kuisafisha nafsi. Kila wakati mtu anatakiwa aichunge nafsi yake asijiachie akajisahau, kwa sababu Allah subhanahu wa taala kaambatanisha masala ya mtu kufaulu katika maisha yake ya dunia na maisha ya akhera pale ambapo atakapokuwa yule mtu kila wakati anaisimamia nafsi yake na kuitakasa kutokana na madhambi na maasi. Anasema Allah subhanahu wa taala

wakaliangalia jambo hili na wakaweka miongozo mbalimbali mbali ambayo itatusaidia sisi ikiwa tutaifuata miongozo hiyo kuweza kuzisimamia nafsi zetu na kuweza kupambana na yale maafa na yale maradhi ambayo yanakuwa yanatukumba kupitia katika nafsi hizo. Kwa hiyo e, moja katika juhudi kubwa ambayo iliyofanywa na maulamaa wa tazkiyati an-nafsi ni kitabu ambacho kinaitwa Alhikamu Lataiya, Alhikamu Lataiya. Kitabu hichi ni maarufu sana, ni kitabu ambacho kimesheheni hikma mbalimbali, ambazo ndani yake kuna mafundisho yanayomfunza Muislam katika namna ya kuweza kuitibu nafsi yake na kuirekebisha zile kasoro mbalimbali mbali ambazo zimo ndani yake, kwa sababu nafsi inafikwa na hali mbalimbali Wakati mwingine mtu anaweza akafikwa na hali fulani katika nafsi akajiona kwamba yeye yupo katika haki lakini, kumbe yupo katika batili. Na kuna baadhi ya ha hali hali ambazo zinaingia katika nafsi ya mwanadamu zimejificha, anaweza mwanadamu akatumbukia katika hali hizo na yeye hahisi kwamba tayari kashaingia katika jambo baya. Kwa hiyo, Alhikamu Alataia, kitabu hichi kimetungwa na mmoja katika wanachuoni wakubwa sana katika ilmu tasawufi ambaye anaitwa Alimam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdilkarim, ambaye ni maarufu kwa Ibni Ataai Llah Al-Ssakandary. Mwanachuoni huyu asili yake ni kutokea Misri na katika mji wa Iskandaria, na yeye alikuwa ni maliki ul madhhab, madhhabi yake katika madhhabi ya maliki e, lakini alifanya jitihada kubwa sana mwanachuoni huyu katika kutunga vitabu mbalimbali vya kulea nafsi. Mfano katika vitabu ambavyo alivyovitunga ni Tajul Arus Alhawi Litazkiyatin Nufus. Pia katunga kitabu kinaitwa Atanwir fi isqat at tadbir. Lakini kitabu chake kilichokuwa mashuhuri zaidi ambacho kinajulikana na watu na kikafanywa sharhi mbalimbali ni kitabu hichi cha Alhikamu alwataiya ambacho ndani yake kuna hikma mbalimbali mbali, zina mafunzo mengi sana na miongozo ya kuweza kumlea mtu katika